huko Wafalme wa Kwanza ishirini na mbili msali wa nane na kuendelea, neno la Mungu linasema hivi: mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla. Kuna habari ya mtu mmoja anaitwa Ahabu. Nitakuwa naenda kituo kwa kituo, alafu tunakuja tunaenda sasa moja kwa moja kuna mfalme mmoja anaitwa Ahabu ambaye alitawala Israeli kwa muda fulani. Alikuwa na rafiki yake anaitwa Yehoshafati. Bwana Yesu asiwe sana. Anaitwa Yehoshafati, kuna mambo fulani yaliingiliana, kuna vitu vilipita vikaenda vikaenda, akawa vielewi, wakawa nahitaji msaada kutoka kwa nani? Kutoka kwa Bwana. Lakini ukirudi nyuma huko utakuja kuona habari ya huyu Ahabu ni mtu ambaye alienda kinyume na agano la Bwana. Ni mtu ambaye alifata miungu ya Baali. Ni mtu ambaye aliabudu miungu mingine. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini imefika mahali mambo hayaeleweki, vitu havieleweki, kwa hiyo anahitaji msaada kutoka kwa Bwana. Sasa msaada atatoa wapi? Kutoka kwa Bwana. Lazima atafute watumishi wa Bwana ili waweze kumsaidia, na mtumishi ambaye walimtafuta anaitwa Mikaya mwana wa Imla. Wakamtafuta, wanasema tumtafute mtu atuulizie, amuulize bwana kwa yeye, yaani Mikaya ya mwana wa Imla, lakini namchukia. Sasa sikiliza nikwambie, lakini namchukia kwa sababu hanibashiri mema ila mabaya. Sasa hapo tunaanza. Huyu Ahabu anasema kwamba ninatamani aje, lakini mimi namchukia huyu nabii wa Bwana kwa sababu gani? Hakuna analonibashiria ni yeye akija anani, ananitabilia jambo baya tu jambo baya tu, ninamchukia ninamchukia. Ngoja tuendelee, sikiliza kwa makini habari bali hii, utaona kwa sababu ni kitabu cha historia. Wafalme ni kitabu cha historia eh, kama ulikuwa ujui. Kwa sababu anibashirii mema ila mabaya. Yehoshafati akasema la, mfalme asiseme hivi. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita Akida akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samalia, na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Na Zedekia mwana wa Kenaana akajifanyia pembe za chuma akasema, Bwana asema hivi kwa hizo utawasukuma Washami hata waharibike. Bwana Yesu asiwe sana hawa watu. Yehoshafati alikuwa ni mfalme wa Yuda, Nahabu alikuwa ni mfalme wa wapi? Wa, wa Israeli, wakitaka kwenda kupigana na watu wanaoitwa Washami. Sasa wanataka waite nabii wa Bwana awamuulize Bwana, je, waende wakapigane au wasiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walipokuwa wameketi kila moja kwenye kiti chake cha enzi, kuna manabii wengine walitokea wakawatabilia, akiwemo Zedekia mwana wa Kenaana, akajifanyia pembe za chuma akasema, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, kwa hizo utawasukuma Washami hata waharibike. kumi na mbili na manabii na nabii wote wakasema hivyo kwa unabii wakisema, kwea Ramoti Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi, atautia mkononi mwa mfalme. Na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia akasema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme, neno lako na liwe na kusii kama neno la mmoja wapo wao, ukaseme mema yule mjumbe aliyepeleka taarifa au aliyeenda kumwita huyu nani huyu Mikaya akaanza kumtahadharisha na namwambia, tafadhali, kuna manabii huko kibao wamewabashilia mema hawa wafalme, lakini sasa ninakusina wewe ukienda ukabashili mema. Sikiliza majibu ya Mikaya, nikampenda Mikaya bure. 14. Mikaya akasema kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambia alo ndilo nitakalolinena. Neno ambalo Bwana ataniambia ndio nitakalolisema. Kama ni baya nitalisema; kama ni zuri nitalisema.